Na mtazamaji, naye waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku hii leo amefanya ziara ya ghafla kubaini utendakazi wa wafanyikazi wa umma katika afisi za makao makuu ya bonde la Ufa katika kaunti ya Nakuru kama njia moja ya kubaini ni saa ngapi wafanyikazi hao huingia wa afisini. Akiwahutubia wafanyakazi katika afisi hizo punde tu baada ya kuzuru afisi zote, waziri huyo amewaonya wafanyikazi dhidi ya kufika kazini kuchelewa kote nchini, akisema kuwa kutowajibika huku kazini kumelemaza kufikia malengo ya serikali katika utoaji huduma kwa Wakenya. Ruku amesema ni afisi tatu zilizokuwa na watu wakati alipokuwa akiingia afisi hizo, ni ya uhamiaji na ile ya tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC.

Because you are not at your workstation. Naam, mtazamaji na baada ya taarifa hiyo ya ziara kushtukiza tunakwenda mapumzikoni.